Mheshimiwa Rais anatembea Kakamega na Western Province nzima akitoa miradi akipeana pesa. Sisi tukitengeneza ile cooperation agreement, tulikuwa tukisema tutapata 30 percent kwa serikali ya Mheshimiwa William Ruto, lakini kwa kura hatukumpatia William Ruto ile 30 percent alikuwa anataka, lakini yeye amejitokeza amesema tugange ambayo yale yanakuja, tusahau yale ya zamani. Yeye anatoa pesa kujenga stadium, kutengeneza barabara, kutengeneza mahospitali. Sasa tukiwa kwa broad based, mimi nawaambia Abakabaras, Abaluya, wandu wa magharibi, kuingiri yaha kuhande yaha Kunyore, bindu binyingi kuulizana Mumbula yeah. Mumbula kabisa yeah. Ndakavola vandu Butere moro medi lusha noru noruswahili yeah. Yote ndakavola vandu kule Butere nimesema hivi ukiwa kwa bahari ukiwa kwa bahari eh? Na sasa mawimbi yanatanda, maji yanayumbayumba yumba. Na wewe uko kwa meli Unaweza toka kwa meli uingie utuk, u, uingie kwa ile kanuu mtongwe? Do you leave a ship to go into a canoe? Do you disembark a ship to go into a canoe you cannot na. Kwanza Raila alisema kule kuna mamba na papa. Sasa utoke kwa meli uende kwa kanuu, si mamba na papa itakumaliza? Sisi tukae kwa meli ya serikali ya broad-based na kinara ni William Samoei Ruto.